Wakazi wa Mwanakwerekwe mbili nne wameiomba halmashauri ya wilaya ya Magharibi kuwasaidia katika kufanyia matengenezo mtaro uliokuwepo katika eneo hilo ambao uko katika hali mbaya kutokana na ujenzi holela na utupaji taka katika mtaro huo. Mwandishi wetu na taarifa zaidi, awataka nyingi sana Wakizungumza na ZBC wananchi wanaokaa jirani na mtaro huo wamesema hali ya mtaro hairidhishi, jambo ambalo wanahofia kufikwa na kadhi ya kila mwaka ya kuhama wakati wa mvua, kwa kuzingatia mvua za masika zinazokaribia. Hapa petu wanatoka maji siku yote, sisi na sisi kusababisha kwa sisi, tunahama kila wakati zinapoanza, tunakuwa na hofu katika roho zetu kuhusu haya maji yanotuama hapa, kwa sababu hayana njia ya kupita kutokana na msingi ulivyojengwa. Watu wamejenga misingi yao majumba yao katika bomu tatu, ambao kwa tunaotegemea kwa sisi maji ya, ya kitoka huko moja kwa moja yende zake. Kwa maana hiyo, maji hayana njia ya kupita kutokana na uchafu wa yao, yao, majia, uko, moja moja kupita, mazingira mwaga taka katika hii misingi kutaka mazingira yao majumbani mwao, lakini wenzao kuwachafulia. Tunataka kwamba wao wasimwage taka na watusaidie sisi kuchimba msingi na kutengeza hii daraja kusonga maji mbele zaidi. Ameiomba halmashauri kulipatia ufumbuzi na kufanyia ukarabati sambamba na kuwekea mikakati ili usifanywe uharibifu. Halmashauri ninavyoiambia, na maana itusaidie, kwa hali na mali, ituwezeshe katika hali ya msingi, watuwezeshe kusaidia ujenzi, tuekiwe sawa mambo yetu na msingi wetu na maji yetu, kila kitu kiwe sawa. Akitoa ufafanuzi kuhusu swala hilo Mkurugenzi wa halmashauri Ndugu Amr Ali Musa amesema halmashauri itachukua juhudi ya kuongeza nguvu katika kujenga na kuhakikisha unakuwa salama na kutumika kama unavyokusudiwa wa kupitishia maji na si vinginevyo. Kama serikali ya mitaa, tutakacho kufanya sisi ni kwamba wadau wote pembeni mwa mtaro, nyumba kama 40 kutoka amasafa tuliotembelea, tutakuwa na kikao cha pamoja kujadili hizi kero, then tuone wao wanataka nini na sisi serikali tuwasaidie, tukijua kwamba kipindi cha masika kinakuja na kipindi ambacho mvua, kwa kweli dalili za mvua kubwa zipo, tuepukane na haya mafuriko ya, ya kila mwaka kwa sehemu hii. Ni Hamis Ali ZBC.